Uhari gani mwanafamilia wa Mkubwa Media? Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ngoma ya Mitu imeweza kupigwa katika studio za Wasafi na aliyepiga ngoma hii e, si mwingine bali ni Diva the Boss Lady. Diva the Boss Lady ambaye anahusika katika kipindi cha eh, kipindi cha Malove au sio katika upande wa Wasafi eh, inaonekana kabisa kwamba ameweza kuikubali ngoma hii. Alikiba, kusema ngoma hata ikiwa nzuri hata chooni unaweza ukaimba. Yaani, ngoma ikiwa nzuri, yaani, unaweza usie msanii lakini ngoma ikiwa ni tamu unaweza kuipiga kipiga sehemu yoyote, ndicho alichokifanya Diva the Boss. Diva the Boss ambaye anafanya kazi Wasafi chini ya Diamond Platnumz eh, kupiga ngoma ya ya ya Me Too ya Harmonize pamoja na Abby Chams. Na ni kitu ambacho kinaonekana kabisa kwamba eh, kuleta eh, ladha, la, la fulani kwa wale wasikilizaji ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakifuatilia eh, eh, kipindi cha Lavidavi eh, pale, eh, pale Wasafi, na kipindi hicho kinaanza usiku eh, kinz kinaanza usiku na amekuwa eh, akifanya hivyo eh, Diva eh, kupitia peji yake kusapoti kazi mbalimbali sasa kama unavyojua Diva alishawahi kuingia katika mgogoro na Diamond au eh, sio, lakini sasa hivi anaonekana mambo yameweza kuwa anaonekana kuwa mazuri. Lakini sio hivyo tu, inaonekana uh, bifu la Diamond pamoja na Harmonize eh, kuisha inaonekana eh, bifu lao kuisha linaonekana uh, kuleta eh, amani baina ya watangazaji ambao kwa namna moja au nyingine unajua ngoma inaweza kutoka kali, lakini e, tunaona kama Monaiza alikuwa anabaniwa pale Wasafi, hawapigi ngoma zake, lakini pia hata yeye pia Monaiza aliwahi kuwa block aliwa block wote. Lakini kwa sasa hivi tunaona pia wamekuwa wakifanya kazi kwa uhuru kabisa. Hii ni ishara nzuri kabisa kwamba hata ngoma ikiwa kali wamekuwa waki wakiiposti waki kwa hiyo uh, kwa Abby Chams hii imeonekana kuwa advantage kwake kwa sababu kama inasikilizwa ngoma kwenye radio hii inaweza kumsaidia pia kupata madili kibao, lakini pia kuweza kuchukua mashabiki kibao. Nikukumbushe tu hii ni ile kolebu ya Wasafi ambayo imeposti kazi ya Harmonize, au sio? Sasa kwa mwenendo huu inaonekana kabisa kwamba eh, Diva anaonekana kukubali eh, mziki wa Harmonize na hili linakuja saa chache baada ya ngoma hii kutoka na tunaona ameweza kufanya hivi kupitia ukurasa wake Instagram, na hii ameipiga live kabisa kwenye ofisi za Wasafi TV. Hii inaonekana kabisa kwamba ana, ana, ana, ana appreciate kinachoendelea, na inaonekana kabisa kwamba hii ngoma ni global song, kwa sababu nikisema global song ni ngoma ya dunia imeimbwa kwanza kwa lugha ya Kiingereza, na kiukweli iko ki international, iko kimataifa zaidi kwa sababu naona anafanya vizuri eh, katika nchi tano za Afrika Mashariki. Kwa hiyo kwa upande wa uh, ngoma hii imeweza kuweka rekodi kubwa sana na imeweza kuwa kubwa kiasi kwamba hata majirani zetu Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo, ngomahi, na Congo wamekuwa wakifuatilia ngoma hii na inaonyesha kabisa kwamba ni Uh, ni nyimbo nzuri sana kwa hiyo kwa nini Wasafi wasiweza kugonga ngoma hii? Wewe unahisi ni kitu gani ambacho kimemfanya Diva the Boss uh, tofauti inayosema uh, kuweze kugonga ngoma ya yeah, kwake Abby Chams pamoja na Harmonize Me Too. Dondosha maoni yako, hakikisha una subscribe.